Mashabiki wa Barcelona walijitokeza kwa idadi kubwa kusherehekea taji la 28 la timu hiyo la La Liga siku ya Alhamisi baada ya kikosi cha Hansi Flick kuwashinda wapinzani wao wa jiji hilo Espanyol kwa mabao mawili kwa bila. Barcelona wanaongoza jedwali kwa alama saba wakifuatiwa na Real Madrid wanaoshikilia nafasi ya pili huku kukiwa na mechi mbili pekee zilizosalia kuchezwa. Kufuatia kichapo cha 4-3 kutoka kwa Barcelona Jumapili, Real ilihitaji kushinda mechi zao zote tatu za mwisho kufufua matumaini ya kushinda taji iwapo Barcelona nayo haingepata alama yote kutoka kwa mechi zake zilizosalia. Kwa sasa Barcelona inayoongozwa na Hans Flick imefikisha alama 85, saba mbele ya mabingwa wa msimu uliopita Real Madrid huku Atletico Madrid wakiwa nafasi ya tatu kwa alama sabini. Katika msimu wake wa kwanza katika klabu ya Barcelona, kocha Hans Flick amesaidia kushinda taji la La Liga na Copa de la Rey. Barcelona imesema itakabidhiwa kombe la ligi leo Ijumaa, wakati wa sherehe maalum jijini.